Hiyo time nilikuwa nimepelekwa hospitali, nilikuwa ni admit on Friday, so on Sunday babangu alipigia simu, alikuwa anataka kuongea na mimi, akapigia mmoja wa staff wa madaktari akaniletea simu kuongea na babangu. Kumaliza akasema nipelekee simu huko mbele, nikamrudishia. On that time akakuja akatuwekea madawa saa tatu, akaniambia nikamwambia, hata sisiki kulaka, nisaidie simu yake niweza tumia. Kwa hivyo then nikimaliza namrudishia, nikafanya hivyo, hata sikurudisha huko mbele, akakujia, nikamuuliza aka huko mbele ni station nafanya kazi juu bado siku anasikia kulala all time. Akanambia nafanya but itumi wifi. Akanambia tunaenda na wewe hadi, nikamwambia aka, uko mbele kuna watu, akasema hakuna watu e, sasa time kufika huko hivyo, sasa nitaanza kunivuta. Tukaanza kubishana naye, akanipeleka hapo kwa room nyingine, rumingin, akaniforce kwanza, akanitoa nguo na force, akanumiza hadi mguu Sayo time kwa nangana na esa ndio kuna kuna kia taka kwa nte kumtoto wake huko hospitali ndio akakimbia, akaita na simu nyingine kuja sawa kanisaidia On that time usiku nikataka ku call simu nyumbani, wakaniambia nisipige simu. Nikafika asubuhi na sasa walikuwa nakuja ukilini, wakasema lazima tuende tuoge tu apenina. E, mtoto wetu alikuwa mgonjwa, tukampeleka Elgon View enye iko Bungoma. But on Sunday night hiyo kitendo tumejua ili happen kwa sababu yule daktari ambaye alikuwa anafaa kumtunza badala ya kumtunza yeye, aliamua kumdefile e, kumrep. Na tulipopata hiyo taarifa kutoka kwa the person in charge, tulichukua hatua, huyo daktari tukamkamata, tumemweka polisi e, amerekodi statement ambayo ni kweli, amekubali kwamba alirep mtoto wetu, na kile sisi tunaomba kama familia kwa sababu hata hospitali wenyewe wamekubali kwamba huyo mtoto alidhulumiwa akiwa under the care. Tunaomba tupate haki kwa huyo mtoto. She's 18 years old. She's still in school. She's in form 3 in Luuya girls. Sisi kama familia tunaomba haki itendeke kwa huyu mtoto, kwa sababu alimdhulumu na ni kweli, anaweza kuwa sasa ako na mimba, ako na HIV. Sisi tungetaka familia ya Martin wawajibike wa, wa, wa, mtoto wetu apate haki mtoto, mtoto wetu alipo, walipopatikana wakiwa na huyo daktari e, mtoto alikuwa amevuliwa nguo, hakuwa na nguo. Mtoto alituambia huyo daktari alimvuruta na akamvua hizo nguo, na mahali walikuwa hakukuwa na watu wengine. Lakini the following morning after hicho kitendo kutendeka usiku, saa sita asubuhi, walimwambia mtoto wetu aingie bafu aoge They are trying to conceal the evidence. Wakati waliandika statement ya kile kilitokea hospitali, barua zenyewe walikuwa wanapiga mihuli ambayo haina date. They are trying to conceal evidence. Sisi kama familia tunaomba hatua ichukuliwe kwa hii hospitali, ichukuliwe kwa hawa madaktari ambao hawawajibiki, wanawadhulumu wagonjwa. Aa, ni mzazi wa Esther Baraka Kenyatta. Kuna issue imetokea katika hospitali ya Elgon View na wamedhulumu mtoto wangu kingono kuna ishu imetokea hapo kuna daktari alimrep na hata hivi napoongea saizi ako police station ameshikwa lakini nataka haki juu naona hospitali inajaribu kuficha evidence. wa Wakenya kama kuna mtu yeyote ama kama ni waziri hakika napenda tu nataka tu amani yangu haki yangu mtoto wangu atendewa haki hiyo hospitali ya Elgon View iwajibike so nianze so yeah, Uh, mtoto wangu anasoma shule inaitwa Luuya Girls ako kidato cha tatu. Nilimtoa shule ni shuleni siku ya Ijumaa, nikakuja kumlaza hospitali akiwa na maumivu, na ndipo hiyo kitendo kikatondekea Elgon View kikatokea Elgon View. Naitwa William Letting, mimi ni sub county police commander Bungoma South, eh tuko na ripoti moja tulipata kuhusu mambo ya rep katika hospitali moja inaitwa Elgon View hospital hapa Bungoma, ambayo tulipata ripoti ya kwamba kuna msichana alirepiwa na hii msichana ni mwanafunzi ya shule ya Luuya Girls katika eneo la Kabuchai hii msichana alikuwa amelazwa hiyo hospitali akiwa anaugua kinonda kwa mguu na pia alikuwa na tibiwa malaria. So kuamkia usiku ya tarehe ishirini na tisa mwendo ya saa sita na karibu thelathini ka, hivi huyo daktari nas moja ambaye anaitwa eh, Martin Wekesa Wanjala ambaye ni nas kwa hiyo hospitali alipatikana kwa room moja hapo ndani usiku akiwa na yule msichana ambaye alikuwa ni mgonjwa, na inashukiwa kwamba yeye yeah, alimnasiji alimnajisi hiyo mtoto, kwa maana mtoto mwenyewe aliripota kwamba alimshika na nguvu na akaingiza kwa hiyo room na akamrep akamnajisi pale. So police officers walipopata hiyo report mara moja wakaenda mpaka hiyo hospitali na wakatibitisha kisa hicho, na pia wakamshika huyo mshukiwa ambaye sasa tuko naye hapa kikorokoroni. Tumefungulia mashtaka na anangoja kupelekwa kotini kushtakiwa kwa ma, eh, hiyo kitendo alifanya. Eh, kulingana na hii kitendo kimefanyika, natoa onyo kali sana kwa wengine en, ambaye wako na hiyo mtindo wa kufanya vitu kama hizo, kwa maana hii imeendea kwa hii eneo sana, mambo ya kunachisi watoto, hasa watoto wa shule, mimba ya mapema. Ya kwamba serikali yako macho na yeyote ambaye atapatikana akifanya kitendo kama hicho atakapaliwa vile vile na mchibua sheria.